Tumeisogeza ile kesi ya CEO na mwanzilishi wa record label ya Konde Gang, Harmonize na mshikaji wake Ibra Chinga ambaye ni msanii pekee aliyebakia chini ya record label za Konde Gang, na kile kisanga cha kulipa shilingi bilioni moja ili apate access yeye kuondoka chini ya record label hizo. Tunafahamu imekuwa ni wiki ambayo ingeatoka ndani ya BASATA zimekuwa nyingi, na jana ilikuwa ni tarehe 14, by the way, ndio ilikuwa siku ambayo kesi yao ilikuwa kisikilizwa kwa siku ya pili baada ya siku ya kwanza Harmonize kutotokea. Sasa Harmonize amejitokeza kwa mara ya kwanza kuzungumza na jamii kuhusiana na kile ambacho Ibra Chinga alikuwa akizungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini zile yale mabishano kwenye maandiko kwenye mitandao ya kijamii, hasa Instagram, masuala za kuitana chumbani kulipiana kodi. Sasa Harmonize amekanusha kauli ya aliyekuwa msanii wake Ibra kumdai kiasi cha shilingi bilioni moja ili aweze kuondoka chini ya record label za Konde Gang. Kupitia ukurasa wake wa Instagram jana usiku, Harmonize ametoa maelekezo kuhusu sakata hilo, huku akiweka wazi kwamba hajui kuhusiana na andiko la Ibra kuhusu mitandao ya kijamii kuhusu kumdai shilingi bilioni moja ni kama kumekuwa na mchanganyo namna ambavyo watu wameupokea ujumbe wa Ibra kuhusiana na yeye kutoa kiasi shilingi bilioni moja, aidha ni management yake inaomhitaji yeye kutoa inaomsimamia music inaomhitaji yeye kutoa kiasi shilingi bilioni moja. Au ni Konde Gang ambao wanasimamia kazi zake za music. Au ni hizi distribution company ambazo nasambaza kazi zake za music, au ni wapi ambako anadaiwa shilingi bilioni moja, kwa sababu Konde Gang wamekanusha wao hawamdai hata mia, hawamdai hiyo shilingi bilioni moja ambayo inamzuia kusepa chini record label za Konde Gang. Lakini anaachia mbao yake kama kawaida, of course collaboration yake featuring DJ7, video imetoka juzi, lakini pia video yake ya copy and paste benga ambayo laenda mjini hivi sasa imedropishwa juzi. Huyo hapa Harmonize yeye kikanusha ya yeah, kikanusha taarifa za kumdai shilingi bilioni moja Ibra Chinga, ambaye hivi sasa yuko kwenye hatua za mwisho kujiondoa kwenye record label za Konde Gang.